Karibu kwenye msururu wetu wa video wa SD4 Africa. Tunakuonyesha njia rahisi za kuleta maarifa kwa kutumia kadi za micro SD. Katika video hii, utajifunza mahali pa kupata maudhui yaliyonakiliwa kwa sauti. Wakfu wa Audiopedia umeunda mojawapo ya maktaba kubwa zaidi ya maarifa kwa wanawake na jamii. Maudhui yote yanapatikana bila malipo yeyote, ni rahisi kutumia, na yanapatikana katika lugha nyingi za Kiafrika. Ikiwa unatafuta mafunzo machache maalum, mahali pazuri zaidi pa kupata mafunzo yote hayo ni kupitia kwa tovuti ya www.audiopedia.org. Unaweza kutafuta mafunzo yoyote yale kulingana na mada au lugha na kupakua au ukipenda kudownload faili zilizonakiliwa kwa sauti moja kwa moja. Ikiwa unafanya kazi kwa shirika na huenda ukahitaji mkusanyiko mkubwa zaidi wa kazi yako, nenda kwa tovuti ya www.audiopedia.cloud. Huko utadownload vifurushi kamili vya masomo ya sauti, tayari kunakiliwa kwenye kadi za microSD. Mada hizo zinahusu mahitaji ya kila siku: kwa mfano, afya ya uzazi, upangaji uzazi, lishe ya watoto, usafi, kilimo, ujuzi wa kifedha na haki za wanawake. Maudhui hayo muhimu yameundwa yakizingatia utamaduni asilia wa jamii husika na kwa mara nyingi yananakiliwa na wenyeji. Baada ya kudownload, unaweza kunakili faili kwenye kadi nyingi kadri unavyohitaji na kuzisambaza katika jamii yako. Audiopedia inakuletea maudhui na mafunzo mwafaka, muhimu na rahisi kuelewa.